pamoja na nabii mbalimbali zinazofanyika katika madhabahu ya mtumishi wa Mungu Nabii Daktari James Nyekia ambaye anapatikana hapa Dar es Salaam Mwenge Mpakani nyuma ya jengo la Mpakani Senta. Lakini pia mdhamini wa kipindi hiki cha leo si mwingine ila ni Nabii Daktari James Nyakia. Na siku hii ya leo, naamini kabisa kipindi hiki kitakuwa ni kipindi ambacho kitabadilisha kabisa historia ya maisha yako na furaha itaanza upya kwenye maisha yako. Na bila kusahau, kipindi hiki cha leo utakuwa nami Rebeka Msuya, lakini siko peke yangu, niko na Epifania mahali hapa, moja kwa moja tukuletea kipindi hiki, na siku hii ya leo tumekuandalia E, namna ambavyo uchawi unaweza ukaharibu kabisa maisha ya mtu. Uchawi ni kitu ambacho watu wengi hawakiamini kama kipo ila ni kitu ambacho kimeharibu kabisa maisha ya watu wengi pasipo wao kujua kwamba ni janga ambalo linaendelea kwenye maisha yao. Na ambatana nasi kuanzia mwanzo wa kipindi hiki cha leo mpaka pale tutakapofika tamati ya kipindi hiki cha leo. Epifania. Habari ya wakati huu nzuri kabisa sijui kwako. Na namshukuru Mungu naendelea vizuri kabisa Mdia. Na una una tabasamu zuri kabisa ambalo yeah, linaashiria jambo la baraka zaidi kwa mtu ambaye anafuatilia kipindi hiki cha ushuhuda pamoja na unabii. Unaweza kumsalimia mpenzi mtazamaji anayetufuatilia wakati huu. Sawa sawa. Hmm. Natumaini mtazamaji, kwanza huu mzima na unaendelea vizuri. Kama basi hauko sawa kiafya, Mungu akutie nguvu na uweze kuendelea vyema kabisa. Leo tumekuandalia vitu vizuri kabisa katika kipindi hiki chetu cha uchambuzi wa shuhuda pamoja na unabii ambao huwa unafanyika pale kwenye madhabahu ya mtumishi wa Bwana Nabii Daktari James Nyakia, na leo kama Rebeka alivyokujiuza tumekuandalia namna uchawi unavyoathiri maisha ya watu. Rebeka ndio ni madam, inaona iko hot mm, iko moto kabisa, kwamba uchawi mm, unavyoathiri maisha ya watu. Mm, iki kimekuwa ni kitu ambacho kimekuwa endelevu sana kwa watu, kwenye maisha ya watu, kipo kipo, lakini no. Ndio maana unakuta jamii ya sasa, unaweza kuta mtoto umemzaa vizuri, lakini ghafla tu anabadilika. Hmm, anakuwa asikii, anajiunga kwenye makundi ya ajabu, anakuwa na tabia za ajabu. Unajiuliza, kama mtoto alikuwa anafanya vizuri shuleni, kwa nini mtoto amebadilika sasa hivi anarudi nyuma? Hujui nini ambacho kimetokea, kwa sababu uchawi ni kitu ambacho kinafanyika, hakionekani kama kimeshaingia kwenye maisha ya watu, yani kitu ambacho kinafanyika sirini na matokeo yake huwa yanakuja tu baada ya tatizo kuonekana. Lakini sasa ni vipi utajua e, maisha yangu yamesha athiriwa na uchawi? Na wakati mwingine Rebeka, mm, anaweza akawa ameathiriwa mama Deo, au ameathiriwa baba mm, lakini ile nguvu inatembea mpaka kwenye uzao wake mm. Lakini pia hata watoto pia unakuta wanaathiriwa na hii nguvu ya uchawi, na ni mbaya, kwa sababu mama anaporogwa au wanapoathiriwa na hii nguvu ya uchawi, familia nzima moja kwa moja inakuwa imeathirika, kwa sababu mama ndiye anayebeba familia. Mama ndiye ana mzigo wa kulia kwa ajili ya familia. Linapotokea badiliko lolote kwa watoto, mama analaumiwa. Inapotokea ndoa imevunjika, mama anaonekana ni mzembe, lakini kumbe nyuma ya pazia kuna jambo ambalo huwa linaendelea na hili limeleta madhara mengi sana kwa watu wengi sana wanaofuatilia e, vipindi hivi. naamini wanaamini naamini wanaona namna ambavyo Nabii Daktari James Nyakia amekuwa akifichua siri mbalimbali mbali ambazo zinafanyika kupitia uchawi. watu wengi wanaofika kwenye madhabahu ya mtumishi wa Mungu Nabii Daktari James Nyakia wanakuwa wanashangaa pale wanapoambiwa kuna kitu fulani na fulani kimefanyika kwenye mwili wako, na ishara utaona, labda kuna alama hii, kuna alama hii. Hii ndio sababu ya wewe maisha yako kuathiriwa. Lakini pia uchumi wa watu wengi unakuwa unaporomoka kwa sababu ya nguvu hii ya uchawi. Unakuta mtu ameanza vizuri, lakini pengine kuna jirani tu ambaye hapendi kuona maendeleo ya mtu. Unakuta anafika anafanya vitu vya namna hiyo, alafu unajikuta ghafla tu unapoteza biashara au kazi ambayo Mungu alikupatia. Basi, mtazamaji, natumai umempata mm. vyema kabisa hapa. Rebecca amekwambia kwamba uchawi unaathiri kwa namna moja ama nyingine Ndea. maisha ya mtu mm. na ni kwa asilimia mia moja mm. tumeona watu wamekuwa wakiacha kabisa kuendelea, lakini kumbe chanzo ni ile nguvu ambayo inafuatilia uzao kupitia kwa mama au baba. Leo hii wapo watu wengi kwenye jamii sana, wamekuwa wakiangaika kwa namna moja ama nyingine kutafuta basi mm. mafanikio lakini oh, wameishia mm. patupu, Rebecca. Kabisa lakini pia mm. naamini kabisa, kipindi hiki kama tulivyosema, ni kipindi ambacho kitakuweka wazi juu ya mambo ambayo yanaendelea kwenye maisha yako, na mambo haya yote hatokei kwingine isipokuwa hapa Mwenge, mpakani kwa Nabii Daktari James Nyakia. Happy, ndio Nabii Nyakia ni nabii wa ajabu sana ambaye Mungu amemleta kwenye dunia hii, hakika kwa ajili ya ukombozi wa wanadamu na kuna mambo mengi ambayo yanafanyika ya mtumishi wa Mungu Nabii Daktari James Nyikia, unaweza katueleza wala mambo mawili tu ambayo nabii anayafanya kwenye madhabahu hii ya Soja Mega One Church? mm. Rebecca, asante sana kwa swali zuri kabisa. Mtazamaji unayetutazama hivi sasa, mm. kwanza kabisa Nabii Daktari James Nyikia ni mtu ambaye ame, amepewa karama ya kipekee kabisa. Ninapozungumza karama, mm. yeye amepewa Roho Mtakatifu mm. ambaye anaweza kujua

au tatizo lako nani? mm. alifanya lini? alifanya mm. na alikuwa ana makusudi gani? mm. lakini mbali na kujua hivyo vitu yeye, mm. anafanya suluhu ya kile ambacho kimefanyika ndani ya maisha yako na kimekukatisha tamaa kwa namna moja ama nyingine. lakini mm. pia Nabii Daktari Jens Nyakia amepewa uwezo wa kufanya scanning and operation mm. kwa njia ya kitofauti, kwa njia ya ajabu. mm. tumezoea kuona hospitali wenyewe wakitumia vifaa tofauti tofauti mm -hmm. Na kifaa hicho, basi inaweza ikawa ni nyembe, inaweza ikawa ni mkasi, vifaa vingi kabisa mm -hmm. Lakini inabidi Daktari James Nyakia yeye amepewa uwezo wa kuona kupitia Roho Mtakatifu mm -hmm. Na uwezo huu yeye anatumia viganja vya mikono yake. Subiri epi, subiri, unaenda taratibu sana e. Yani, unapozungumzia swala la operation alafu unaniambia kwamba nabii anatumia viganja vya mikono unaenda haraka haraka sana. Yani, hebu rudia kidogo, kuna mtu aje kusikia. Maana operation ambazo zimezoeleka hospitali bwana, mm -hmm. lazima tuone sindano pale Dio. tuone daktari amevaa koti jeupe au nguo za kijani Dio. lazima kuna mm -hmm. sisao, kwamba, kuwa na mashine za hapa na pale, lakini sasa wewe unaniambia kwamba anafanya uh, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kidogo, eh, unaweza ukamfafanulia hapo mtu eh, rudia tena kidogo, ili aelewe kidogo kwamba kile unachokizungumza ni <laughs> nini hasa? Sawa, sawa. Ni kwamba mtazamaji, mm -hmm. mm -hmm. Nabii Daktari James Nyekia, ninapozungumza kwamba yeye amepewa uwezo wa kuona mm -hmm. amepewa karama ya kitofauti Ndiya. Na ndio maana nikasema kwamba tumezoea kuona hospitali mm -hmm. watu wengi wamekuwa wakizungukia maeneo ya hospitali mm -hmm. wakiona namna ambavyo Rebecca, watu madaktari mm -hmm. wanafanya operation mm -hmm. na ni njia ambayo ni professional kabisa na mm -hmm. daktari na yeye James Nyekia, na yeye anafanya njia kwa hii mm -hmm operation ndiscani kwa njia kito yeah. ya kitofauti yeye mm. ni professional zaidi kwa sababu mm. gani Rebeka, yeye hatumii nyembe mm -hmm. yeye hatumii mkasi, yeye ye anaongozwa na Roho Mtakatifu. Sasa mm. hapa ndio swali linapokuja kujulikana kwamba Da, ukienda hospitali mm. na ukija kwa Nabii James Nyakia wapi ni bora zaidi? mm -hmm. tumesema kwamba mm -hmm. ubora upo popote, -hmm. lakini dio. huku ni neema ya Mungu ndio inafanya watu wanaponywa. Aya, ni neema ya Mungu <laughs> ndio inayofanywa watu inayofanya watu dio. wanapokea uponyaji, ai se neno uzuri kabisa kwamba kote kuna umuhimu, lakini huku ni neema ya Mungu ndiyo inayofanya Kazi. Kabisa. Hakika ni neema ya Mungu. Je, nini ambacho kinaendelea ndani ya mwili wako? na pengine umeshakwisha kwenda hospitali ukapata majibu ya hapa na pale, mm -hmm. e, ukafanywa labda operesheni, lakini bado tatizo liko pale pale, yani ni kwamba ukifika kwa nabii Daktari James Nyakia, Mungu anamwonyesha nini chanzo cha tatizo lako, mm -hmm. na haishi kumwonyesha tu bali anampa suluhisho la nini afanye mm. ili kuhakikisha kwamba tatizo linaondoka kwenye mwili wako hayo ndiyo mambo ambayo utayapata hapa kwa nabii daktari james nyakia sio mchezo Nikukaribisha sana mahali ni mwenge mpakani nyuma ya jengo la mpakani senta na nabii anaonana na mtu mmoja moja kuanzia siku ya jumanne mpaka siku ya jumamosi kuanzia saa mbili kamili mpaka saa kumi kamili jioni. Lakini hapo hapo Rebeka kwamba Deo, mtazamaji huyu anaweza akatufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii mm. kama Facebook, YouTube TikTok kule mm. ehe, pamoja na Facebook kule, utaenda kujionea namna matendo makuu ya Bwana ambavyo huwa yanafanyika. Lakini mtazamaji mm. maji, usiache kuifuatilia akaunti ya Nabii Daktari James Nyakia kule, ndio utaenda kuona namna Daktari James Nyakia alivyo amepewa upekee mm. yani, kule utaenda kuona kwamba ndio utakapojiuliza kwamba ha kumbe Nabii Daktari James Nyakia ndio ana upekee wa kufanya vitu vyote hivi mm. yani, kule utaenda kuponywa yani, kwamba ni mwenzako ameponywa, lakini na utapokea uponyaji pa lakini pale pale. Siku ya leo tabu. Tuko live, ndio tuko live. YouTube, YouTube, kupitia akaunti ya MO TV <laughs> wale ambao wanatufuatilia, basi unaweza ukaingia hapo YouTube yako wakati kuta kipindi hiki kinaendelea moja kwa moja live, na unaweza kumwalika jirani yako mtu ambaye yeah, unamfahamu kwamba tufuatilie kupitia YouTube akaunti ya Mo TV, lakini yeah, pia afuatilie pia akaunti ya Nabii Daktari James Nyakia. Atakutana na mengi sana kumuhusu Nabii Daktari James Nyakia na mambo ambayo yanaendelea hapa katika madhabahu ya Nabii Daktari James Nyakia. Mhm. Uh -huh. Hapo, hapo Rebecca, inaonekana mfumo ambao natufanya leo tuende live YouTube ni uh -huh. Ni Jobiz, Jobiz. Jobiz ndio anatufanya uh -huh, kabisa tuende moja kwa moja kule YouTube. Yu, ah <laughs> kika, lakini matangazo haya pia unavyoyaona. Eh, tuna Kiv Master hapo na nyuma ya kamera anahakikisha kwamba mambo yanaenda sawa. Tusimtoshi so, tusimchoshe mtazamaji ambaye anatufuatilia mm -hmm, majira haya. Tuende moja kwa moja. Leo tumemwandalia mtazamaji wetu kitu kizuri. Unajua ni kipi hicho? Hapana, naomba uniambie. Mm, twende tukatazame <laughs> tufatilie, mimi na wewe tuone nini hasa kilijiri kwenye madhabahu ya mtumishi wa Mungu Nabii Daktari James Nyekia. Atakaporudi tutaendelea na mada mezani leo. Kaa tu. Nyie wawili hapo simameni. Mama na mama hapo awe kaka, baki umekaa. Wewe simama na wewe simama na wewe wa nyuma yake simama eh, kaka huyu ana maisha magumu. Baba maisha yako yakoje? Eh? Kweli magumu. Ni magumu. Sana sana. Una miaka mingapi toka uwe na maisha magumu? Mpaka sasa nina miaka 62. 62. Ndiyo. Hamna lolote. Hamna chochote yani. Lakini uliwahi kuiona neema ya maisha ukasema sasa hapa nainuka. Hamna baba. Nimeishi kama ulivyosema, natafuta hela ni yakula tu. Hamna maendeleo yote. Mm. Kweli tena. Lakini kama ulivyosema familia, familia ndio kama hivi. Watoto yani nilikuwa na watano, sasa nimebaki na wawili. Ulikuwa na watano. Ndiyo baba. Umebaki na wawili. E, na jana nimeongea na wewe kwa jina nini, kwenye redio? Ndio kasema njoo hapa. Oh. Ndiyo e, baba. Ni wewe ulienipigia simu huko Simanjiro? Naam naam na. Na hapana sio Gyam. Ni, ni, ni Kotemeke. Ah, wa Temeke. Na niko wa mwisho kuongea na wewe yani. Kwenye simu. Eh, baadaye ndokao kaisha kipindi. Ah. Ndiyo baba. Kwa hiyo umekuja? Ndio nimekuja. Na mimi nimekuona nimekupa unabii asubuhi hii tena. Barikiwe babangu. Amina. Lakini sasa huyu kinayochomfanya anazika watoto hawaumwi watoto wake ni yeye huyu, kuna sehemu akijikuna kwenye kichwa mwanaye lazima umwe na kufa, wamekiweka wapi? elfu mbili ishirini na saba anakuwa anazika tena mtoto mwingine, elfu mbili ishirini na tisa anakuwa anamalizia wa mwisho. Amina. Lakini ni nini ambacho kipo kwake kaka, si uyubaba, alie wa nyuma pale, simama mwangalie. Huyo baba hapo aliyekaa hapo jirani yako, na nyie wamama mlio simama naye, mwangalieni, ana kauvimbe kako eneo hili hapa, hivi kadogo tu kawekewa kichwani mwake, lakini kuna siku akijikuna hicho kiuvimbe, i said anaanza kuumwa mwanaye mpaka anasiku haponi hata atibiwe wapi, lazima safari yake ya mwisho ni wapi? Ni kaburini. Wacha tusubiri majibu. Ehe, mmeishaona au bado? Tumeona tayari eh, yes amina. Kwa hiyo yu, yule baba anazika watoto wote. Amesema amezaa wangapi wangapi? Watano. baba ameisha zika wangapi? Watatu. kabakiza wangapi? Manne. Lakini akikuna hapa akipakuna tu, anapakuna asubuhi, anapakuna saa sita kamili, anapakuna saa kumi na mbili jua linapokuwa linazama. Lakini siku hiyo lazima awasikie ndege jioni wanalia kuna wakati jua linapokwenda kuzama utawasikia ndege wakiwa wanalia, si ndio? Eh, akiwasikia ndege masikioni mwake, siku hiyo hiyo jua kabisa kwamba kuna mwanaye ataanza kuumwa mpaka watazika. kweli kabisa. Kweli kabisa. Kweli kabisa. Alafu sasa kibaya, watoto wake wakiumwa, ugonjwa ni ule ambao mkienda leo unabadilika Mkienda huku unabadilika. Watoto wako huwa wanaumwaje baba? Mmoja, kama niwezike juzi tu hapa mwezi, mwezi wa tatu n yaani, kaenda shuleni Ijumaa kaanza kuumwa, kaumwa kichwa Ehe. macho na hapa shingoni kaumwa kichwa Ehe. macho na shingoni, na shingoni kufika Ehe. nyumbani kashinda Jumamosi, mosi, Jumapili, Jumatatu nikazika Jumatatu, kazika e, alikuwa la saba mwingine huyo mwaka elfu mbili na ishirini na tatu ehe, alikuwa form, form two, ndio alikuwa ananguka kifafa na nini, naye nikazika tarehe saba mwezi wa kumi na mbili mwingine mwingine wa kwanza kabisa wa kike, alikuwa wa kike alikuwa mwaka elfu mbili na tisa wa kwanza kabisa ndio naye nikazika, na e, well, alikuwa na miaka minne alikuwa festival wa kike. Nimezaa wa kike mmoja ndo nimezika, wengine wote wa kiume. Mama uliyevaa miwani, umeona nini kwenye kichwa cha huyo baba? Umekaona eh, eh, kadogo tu, yani muda mrefu nikikuna. Sasa hivi hakiumi, nikikuna kidogo shanga nikidonda kabisa, kama kum, kuna kijiti ndani. Kumbe na wewe mwenyewe unakijua, kipo muda mrefu sio leo. Najua labda na wewe mwenyewe unakijua, kumbe nikajua e, labda niliumia utotoni. Kipo muda mrefu sana toka nasoma darasa la saba eh? mm. Najua labda niliumia. Sasa huyu akiume. Nikikuna kidogo, kinakuwa kidonda kabisa. Hey. Kwa ndani kama kuna kijiti. Baadaye kinaesha ndani. Ndani unasikia kama kuna kakijiti. Sasa hey, kale ukikasikia kuna wakati huwa kanauma kama vile ulishawahi kwenda no hospitalini ukachomwa kile kijiti kile kisindano cha malaria. Na, na, na, kanauma, na, na, na. Kanauma ti. Naam naam naam. Ndio hivyo huwa kanauma. Apeina. Mtu mmoja aliye mahali hapa Amekuja kwa miguu yake, naomba usimame. Bwana atende jambo kwako, amina. Ni ya mwenyewe, namna ambavyo uchawi ni janga kubwa sana kwenye maisha ya mwanadamu. Baba huyu ni baba ambaye e, kwa muda wa kipindi kirefu sana hajawahi kuiona neema ya mafanikio kwenye maisha yake, lakini licha ya hivyo, baba huyu alikuwa na watoto watano lakini alipoteza watoto watatu wote kwa njia ya kutatanisha. Ndio kile ambacho leo tunaenda kukizungumzia, hasa ni vipi uchawi unaweza ukaathiri maisha ya mwanadamu. Hepi Nabe, natumai umejionea mwenyewe ndio. Ni, ma, ni, ni masikitiko ya aina gani? Ni huzuni ya aina gani, kupoteza watoto watatu katika hali ya kutatanisha ni uzuni ambayo inauma sana Rebeka. mm. kwa Deo. sababu gani? mtu Haiwezekani unamiliki watoto watano mwisho wa siku unabakiza wawili, na sio kwamba wanakufa labda kwa zaidi ya miaka miwili. Hapana, mm. mm. ni mwaka mmoja anazika watoto wawili. mm. ni mwaka mmoja anazika watoto anazika mtoto mmoja, ndio unaona, kama sasa hivi hivi alipoteza watoto wawili ndani ya mwaka mmoja, na anasema mpaka juzi mm. amezika mwezi wa kumi na mbili mtoto ambaye, ah. alifariki na anasema alikuwa ni aliugua ghafla tu, ametoka mm. darasani siku ya Ijumaa jumaa, mm -hmm. Jumamosi, Jumapili, Jumatatu asubuhi mtoto kakata roho. Yes, yani anaugua tu ghafla. Akasema alikuwa anaumwa kichwa, mm. akawa nahisi kama macho yanavuta asubuhi mtoto hayupo tena duniani oh. Lakini baba huyu hajawahi kuona neema kabisa ya mafanikio mm. na nabii pale madhabahuni akamtamkia kwamba elfu mbili na ishirini mm. na saba hawa wawili waliobakia elfu mbili na ishirini na saba atazika mtoto mwingine elfu mm. mbili na kumi na tisa pia atazika mtoto elfu mbili na ishirini na tisa. Ndio ona, lakini nabii ni mtu ambaye tuseme na yeye ana utu ndani yake ndio chakwanza alimwonea huruma baba huyu e, kwa sababu ni kitu ambacho kinaumiza. Yani, mtu ukiwa mm, unamwambia kwamba mimi nilikuwa na watoto watano nimepoteza watoto watatu mm, ghafla ni kitu ambacho kwanza yani kila mtu mm. huyu alikuwa anasimulia kwa uchungua sana. Sana, yani, unajua kuna watu wanatafuta watoto Deo. lakini hawapati mm. Sasa Mungu amembariki kupata watoto watano ni jambo ambalo sio la kawaida mm. hepi. Baba mnalea mimba, mnafanikiwa, mnapata mtoto, mnamhudumia mtoto anakuwa anaanza na kusoma, mmeshamzoea, alafu ghafla tu hmm. mtoto anaumwa katika mazingira ya kutatanisha, alafu Mbisa, anapoteza maisha. Hiki pia nabii alimwambia akasema, yaani chanzo hmm. cha wewe chanzo kingine sasa, chanzo cha wewe wanaondoka hivi ndiye, ni wewe una kiuvimbe hapa kiuvimbe kwenye kichwa upande kichwa, kama sio mm -hmm. wa kushoto nafikiri mm ni wa -hmm. kushoto, akamwambia unacho kiuvimbe hicho kiuvimbe eh. ukijikuna leo mm -hmm. usiku ndege watalia sana yani mm -hmm. watahangaika ndege mm -hmm. na asubuhi mtoto anabadilikiwa kabisa hali mm -hmm. na akishaugua hivyo yani hali imebadilika mm -hmm. yule mtoto ndio basi tena sasa wangapi leo wana alama kwenye miili yao au ana vipele tu au ana kitu cha ajabu tu kwenye mwili wake na anakiona, na pengine hicho kitu kikianza kumuuma tu au kumuasha, anaona kuna badiliko fulani linatokea kwenye maisha yake, aidha anapoteza mtu au anapoteza kazi au biashara inayumba yumba au siku hiyo akikigusa tu hicho kitu anakuwa hana maelewano na watu yani, siku yake inakuwa mbaya, anagombana sana na watu. Je, unafikiri hiyo hali inavyokukuta, nini hasa kimesababisha wewe uwe katika hali kama hiyo? Na kama una vitu fulani fulani kwenye mwili wako ambavyo vikitokea tu e, ishara fulani unaiona aidha utapoteza pesa siku hiyo au mwingine utakuta kuna jambo linatokea ndani ambayo sio la kawaida. Mwingine unakuta ndo ghafla hali yake ya afya inaanza kubadilika. Ukiona na jambo kama hilo linaendelea kwenye mwili wako au kwenye maisha yako, basi unaweza kutushirikisha hapa studio eh, kupitia nambari ya simu ya 0792 0792 716 716 716, tuambie majina yako, unao unatokea wapi, afikisha eh, share nasi kuhusiana na hili ambalo linaendelea mahali hapa. Naamini ni wengi sana ambao unakuta tukio kabla hajatokea, kuna jambo fulani huwa linatokea, aidha kwenye mwili wake, kuna ishara fulani anaona. Je, hiyo ishara ni nzuri kwako na inaashiria mambo mema kwenye maisha yako, au linaleta majanga kwenye maisha yako? Tushirikishe, na naamini kabisa kupitia kipindi hiki cha leo Mungu anaenda kukufungua na bila kusahau baada ya wewe kutuma ujumbe wako au kutupigia simu, tunapomaliza kipindi hiki moja kwa moja tunaopeleka ujumbe wako kwa Nabii Daktari James Nyakie na yeye atakuhudumia hepi. Mm. baba huyu alikuwa kila kijikuna janga hmm. linaanza linaanza, lakini pia kile kipele huwa kuna wakati kinapotea, kuna kina wakati kinapotea, kinarudi baada ya mm. kujikuna Ndiye. kikaanza upya mm. alafu akishazika mtoto hmm. kinapotea. Mm. -hmm. Baada ya siku chache tena akijikuna, ndiyo. Ndege wanahangaika usiku kucha. Wanalia. Asubuhi mtoto mm. yani -hmm. anabadilikiwa kabisa mm -hmm. hali. Mm -hmm. Na baada ya hapo sasa ili tena kitu yake kile kiupele, mm -hmm. ki mtoto mpaka aondoke duniani. Eh. Hii ni hatari. Kuna dada mmoja pia Eka, alifika e. kwa nabii daktari James Nyakie. Ndio. Anasema alikuwa na kipele kwenye paji la uso mbele hapa. Mm -hmm. Anasema kile ki, ni kinundu kama kiuvimbe. Kile kiuvimbe anasema kuna wakati kinakuja kuna wakati kinapotea, lakini yule dada alikuja akiwa na hali ngumu sana ya kimaisha eh. Wakati anafika kwa nabii daktari James Nyakia, afya yake ilikuwa haieleweki, ndoa ilikuwa haieleweki, watoto hawaeleweki. Lakini anasema nabii hakuwahi kumwambia kuhusiana na hicho kipele ambacho kilikuwa kwenye, kwenye paji lake la uso, lakini kadri alivyokuwa akihudhuria ibada za nabii daktari James Nyakia, leo kapita kwenye kisima, kesho kafanyiwa anoiti, kesho E, amekunywa damu ya Yesu, chakula cha Bwana, kesho maombezi, hmm. Kesho ibada ya shuka. Kuna vitu vingi ambavyo vinafanyika kwenye madhabahu ya mtumishi wa Mungu nabii daktari James Nyikia, na na vinashangaza sana, na natumai tutakuandalia vitu vichache hapo baadaye kuhusiana na namna ambavyo huduma za mali hapa zinafanyika ikiwemo huduma ya kisima, huduma ya mashuka ilikuaje. Kuna vitu kadha wakadha kadha wakadha ambavyo ni ushuhuda kwako endapo ukivitazama. Yule dada anasema, baada ya muda ule uvimbe ulipotea, wenye ulikuwa na tabia unakuja, unarudi. Anasema sasa hivi ana miaka mitatu ule uvimbe umepotea kabisa, na maisha yake yamebadilika moja kwa moja sasa kuna mtazamaji mm. anayetazama hivi sasa Rebecca mm. anawaza kwamba uh -huh. hey, na mimi kweli nikienda pale kwenye madhabahu ya mtumishi wa Bwana ya nabii Dr. James ya Nyakira nami nitapokea ehe. uh -huh. Lakini kumbe hiyo kupokea ni, ni imani. Imani kabisa Rebecca, kitu kikubwa kabisa uh -huh. cha kuja kwenye madhabahu ya Soja Migawani ni imani. Yaani wewe uh -huh. ukikipa kipaumbele kwamba mimi lazima uh -huh. ninainua kiwango changu cha imani naenda kupokea uh -huh. moja kwa moja Rebecca, lazima utafunguliwa. uh -huh. basi na mtazamaji maji anayetazama hivi sasa kwamba uh -huh, haijalishi yani, hai anasumbuliwa na magonjwa kwa muda mrefu mm, ni magonjwa sugu mm, ni uchumi ni biashara mm -hmm, karibu kwenye madhabahu ya Soja Migawani chachi mimi mm, natumaini ukishakuja umeweka imani mbele Mdiljum, ukiinua kiwango chako cha imani moja kwa moja mm, utapokea na ndiyo maana hata Daktari James Nyekia ambaye ndio nabii ndio, yeye mwenyewe anasema imani ndio kila kitu na yeye anapokutamkia, mm. Ile ni imani tayari, ndio mm, Sasa wewe unayepokea, kwa nini mm. usiweke imani mm, ya kupokea na kuamini kwamba lile jambo limekuwa ndio mm, tatizo hapo. E, atuwezi kulaumu sana, unajua. Tumetokea sehemu tofauti, tofauti, tumepita katika imani tofauti, tofauti. Kwa hiyo swala la mtu kuja kuelewa ni Mungu pia anahusika katika, ati. Lakini cha kwanza kabisa, mm, lazima unapoona kitu cha kiu tofauti na unapoona kwamba watu wanapona, Lazima uangalie kidogo, upandishe kiwango chako cha imani. Uangalie, je, na mimi kupitia hapo naweza nikapona? Unaweza kufika eneo usika na Mungu akakutendea. Tunarudi kwenye mada mezani. Huyu baba alipoteza watoto watatu, mm, watatu, kwa njia ambazo sio za kawaida na ninaamini kuna watu ambao wameshapoteza watoto wao kwa njia ambazo sio za kawaida, na hakika inahuzunisha. Hakika ni kitu ambacho kinatia sana huzuni kwenye maisha ya mtu endapo akipotelewa na mpendwa wake. Sasa mm, je, wewe unanitazama Umeshapoteza watoto, umeshapoteza ndugu, umepoteza umesha familia, rafiki, lakini unaamini kabisa kupotea kwake sio kwa njia ya kawaida, ni mkono tu e, wa adui ambao ndio umehusika katikati yake. Ukihisi kwamba wewe mpendo wako aliyepotea ajapotea katika njia za uhalali, basi unaweza ukatushirikisha pia hapa, na naamini kabisa tutamfikishia nabii Daktari James Nyakia, na anaweza kaliondoa tatizo, kwa sababu usipoliondoa tatizo kesho na kesho kutwa unaweza ukapoteza mpendwa mwingine ambaye ni tegemezi, ambaye atakuumiza sana sana sana. Kwa hiyo njoo, tafuta tiba ya tatizo ambalo linaendelea kwenye maisha yako. Unajua Rebeka ndiyo anayemuulia kitu mm. kuna mama mmoja ndiyo alishuhudia pale kwenye ma... tuseme ni madhabahuni pale mm. alishuhudia akasema, mimi baba ndiyo hiyo siku nimekusikia kwenye redio mm -hmm. nilikuwa sina hata mia ya asubuhi kuja ibadani ndiyo. lakini nilikopa kulingana, mm -hmm. na shida ambazo zilikuwa zikinisumbua mm -hmm. kumbe ile shida ndio ilimpa msukumo wa kuja madhabauni pale mm -hmm. kwenye ibada siku ya Jumapili ndiyo. Na anasema hiyo siku ambavyo ilikuwa ikisukumwa ikisukuma ndani yake kwamba leo lazima niende ibadani, amekuja, ndio ilikuwa siku yake ya kupokea Rebeka kabisa. Hiyo siku anasema nilipokea, nilikuwa uh -huh. nasumbuliwa na mapafu yalikuwa na mikwaruzo eh, emfikiria ni shida shida ya namna gani?